Dhikri kuntum. Muulizaji anasema kuna baadhi ya wafanya biashara wanaoleta mali kutoka nchi nyingine hupunguza bei kwa ajili ya kukwepa kodi ya nchi yao, na kwa upande mwingine, hili pia litamsaidia kuuza bidhaa hiyo kwa bei ya chini, ambapo pia jamii itafaidika kwa katika kufanya hivyo. Je, kufanya hivyo kutakuwa na dhambi yoyote? Jawabu: kwa mujibu wa wenye ilmu, ikiwa kodi hizi za custom zinapangwa na kutozwa kiuadilifu na kwa ajili ya viwango ambavyo vinalingana na huduma ambayo wanapewa hawa wafanyabiashara katika kupokelewa ile mizigo yao na katika eh, huduma za kuichunguza na mingineyo ambayo yanapatikana katika uh, custom. Basi kama pana uadilifu wa kuzipanga kwa mujibu wa huduma inayotolewa na kodi yenyewe inatumika katika huduma yenyewe, lakini sio kodi za kiholela zinazopangwa kwa ajili ya kuwakandamiza tu wafanya biashara na hazitumiki kuwapatia hizo huduma ambazo zinahitajika inavyopasa. Basi ikiwa ni hali kama hiyo, na wao lengo lao ni, ni kutouza bidhaa zao kwa bei ambayo itamkamua zaidi mteja, lakini wanataka kumhafifishia, wanayo ruhusa ya kupunguza bei hiyo, kwa vile wao wanadhulumiwa na dhulma ile inawakuta vile vilevile wateja. Ama ikiwa viwango vya kodi vinavyotozwa vimepangwa kiuadilifu na kodi yenyewe inatumika kwa ajili ya huduma ambayo wanapewa wafanyabiashara wanapoleta mizigo yao kwa kadri inayokubalika, basi katika hali hiyo wanapaswa na wao wawe watiifu, kwa sababu hiyo kodi unalipa ni mukabil au nakabiliana na huduma ambayo wanaipata, na bila shaka ikiwa imepangwa kiuadilifu haitokuwa inawakandamiza na kwa ajili hiyo hawatakuwa na sababu na wao ya kuzipandisha bei bidhaa zao mpaka zikawashinda, au e, zikawapatia usumbufu wateja wao wallahu aalam.